Katika makaburi ya Majengo ambapo waombolezaji wanafika kwa lengo la kufanya mazishi ya kijana Yona mwenye umri wa miaka thelathini na sita, lakini ghafla wanavamiwa na wana kundi la nyuki. Azam TV imefika nyumbani kwa baba mzazi wa kijana Yona. Walipoweka mwili kaburini, nyuki ziliamuka na kuanza kuuma watu. Watu wote tulikimbia kaburi likabaki wazi, watu waliumwa, wengine walipelekwa hospitali, wengine wamevimba, na hivi sasa mpaka leo watu bado wamevimba. Hilo kaburi tumeenda kulimalizia ambao ni siku ya, ya leo. Watu wakaanza kukimbia, walipoanza kukimbia zile nyuki mpaka zilienda pale ambapo maiti yamewekwa, wachungaji wote, zilianza kuwang'ata wachungaji, walitawanyika uzi wa kitongoji cha Majengo unakiri kutokea kwa tukio hilo, na watu hali yao saizi zinaonekana zinaendelea vizuri kidogo, baadhi ya wengine bado hali zao sio nzuri. Hata hapa napoona sehemu hii hawajafika hata kufika, wameshindwa kufika. Jitihada za wananchi walizozifanya ni kuja kubeba tairi la gari na kwenda kuchoma pale karibu na lile kaburi ili tuweze kusaidia ndugu wetu marehemu tuweze kufukia mwili wake, lakini zile jitihada zilifanyika ni kidogo, lakini ilishindikana swala so, ambalo tangia mimi nizaliwe mpaka leo sijawahi liona. Na hapa familia inaweka wazi mtazamo wao juu ya tukio hilo. Mimi siwezi nikahisi kwamba ni wachawi ama ni nini, mimi najua ni nyuki tu. Kama nyuki ndio wamefika pale, kwa kweli tulisikia vibaya, ila hatuwezi jua lililotokea ni nini. Na mtazamaji, kama ambavyo unaona, hili ni kaburi ambalo ndugu yetu Yona a, mazishi yake yalipaswa kufanyika siku ya jana, lakini kutokana na taharuki ya nyuki a, ndugu jamaa na marafiki hawakuweza kufanikisha zoezi hilo, na hii leo zoezi hili limeweza kukamilishwa, na kama ambavyo kaburi hili linaonekana likiwa limeshawekwa maua tayari, ndugu yetu amepumzishwa hapo. Joyce Lianda Azam News, Songwe.